Na mwanasema kwamba kiingiacho mjini huwa si haramu. Usiruke nami nitege, kwa ni tege utaninasa. Kwani mimi mimi ntimi, jina langu ni Paul Munio, tukusalimu kwa ari na ufahari, na karibu katika taarifa za Paul's Media. Tutakuwa tunaangazia matukio kutoka kaunti ya Mombasa. Tuna mengi tuliyokuandalia, kwa lakini kwanza tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Anayemwandamana Benjamin tayari kwamba aondolewe sisi tunasema huyo mwanasiasa na aende yeye, lakini sisi e, e, hatutaki bandari e, e, e, nini Benjamin abaki. Wazee wa Mijikenda watetee utendakazi wa mwenyekiti wa bandari ya Mombasa. Nitakueleza juhudi za maaskofu katika vita dhidi ya mihadarati eneo la Jomvu. <tabu> na jamii ya Waislamu Mombasa yasikitikia vita huko Gaza nchini Palestine. Na mtazamaji na kusihi uandamani nasi hadi tamati. Wazee wa Kimijikenda katika kaunti ya Mombasa wametetea uongozi wa mwenyekiti wa bandari ya Mombasa KPA, Benjamin Tayari huku wakikashifu njama ya kuchochea kutimuliwa kwake mamlakani. Wazee hao wamedai kuwa kuna mwanasiasa mmoja anayesukuma kutolewa kwa mwenyekiti huyo kwa sababu zisizojulikana. Wameelezea kuridhishwa na utendakazi wake tangu kuteuliwa kwake mnamo Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kuhudumu kwa muda wa miaka mitatu. Kadhalika, wamemtaka Rais William Ruto umteua tena kiongozi huyo pindi atakapomaliza mukula wake mwaka ujao. Tunajua wazi ya kwamba wako na siasa na kuna mwanasiasa anayemwandamana Benjamin Tayari kwamba aondolewe. Sisi tunasema huyo mwanasiasa na aende yeye, lakini sisi hatutaki bandari li nini, Benjamin abaki, but we ask you the president to say no because we are satisfied with what Honorable Benjamin Tayari and Captain William Ruto are doing together, they are working in tandem, they are like twin engine. Twakusii mheshimiwa, hao watu wakimaliza muhula wao uwaregeshe, kwa sababu likoko hakuna konteina za ingia hakuna meli za ingia. Saa hii masaa ishirini na manne meli zinaingia kontena zinaingia, na bonus pia watu wa KPA wanapatiwa. Kwa hivyo sisi tuna imani baada ya wao kumaliza muhula na ukawaongezea, vijana wetu wataingia kazini, sisi wa mama tutafurahi, tutaishi vizuri. Hata wale vijana wanaoita wakora wanavipanga mikononi hatutawaona. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba kundi la maaskofu wa madhehebu mbalimbali katika eneo la Jomvu, kaunti ya Mombasa, wameitaka serikali kutoa kipande cha ardhi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha tiba kwa waathiriwa wa wa madawa ya kulevya. Kulingana na viongozi hao wa kidini, visa vya uhalifu maeneo hayo huenda ukapungua, kwani vijana wengi wanaojihusisha na uhalifu wamebainika kuwa waathiriwa wa matumizi ya mihadarati. Mbali na hayo, wamelalamika kuwa ardhi nyingi zilizojengwa kanisa eneo hilo hazina hatimiliki na hivyo kuitaka wizara husika kutoa hatimiliki hizo. Nakuta kuwa vijana wengi wasichana kwa wavulana wameharibika kwa ajili ya mihadarati, na ndilo jambo ambalo kabisa tunaomba na tunajua serikali kabisa inaunga mkono jambo hilo ili vijana wetu wasiweze kupata tabu, maana wanapokuwa katika mihadarati, basi hapo ndipo wanaingia katika mambo mengine ambayo hayawezekani, si rahisi kuyaweza kuya kuyasuluhisha. Lakini tukianza mapema katika rehabilitation katika mji huu wa Jomvu, bila shaka mambo yote yatakuwa sawa. Kama watumishi wa Mungu, tulikuwa tunaonelea ya kwamba tungepata nafasi hii na tukawa na eh, mahali ambapo tunaweza tukawasaidia vijana wale, inakuwa vizuri zaidi. Pia tumeangazia mambo ya uhalifu kaona ya kwamba wakati ambapo tutakuwa tumedhibiti uh, suala hilo la miadarati, tutakuwa pia tumewasaidia wale vijana, kwa kuwa wengine hawana kazi wanapokuwa wameingia kwenye miadarati wanasukumwa na, na, na, na, na hali ya kuingia kwenye uhalifu. Na tukiendelea na taarifa zetu, ni kwamba jamii ya Waislamu katika kaunti ya Mombasa wakiongozwa na kundi la viongozi wa kidini wamehimiza kukomeshwa kwa vita katika taifa la Palestina, hasa ukanda wa Gaza ambapo vita vimekuwa vikiendelea kati yao na taifa la Israel. Wakiongozwa na Ustadh Shaban Mwalimu wamezitaka nchi zenye wanajeshi Waislamu kuwatuma Gaza ili kusaidia kutuliza vita hivyo ambavyo vimesababisha vifo vingi vya umma wa Kiislamu huku wengine wakiwachwa na majeraha. Ni haki ya Waislamu, wala kadhia ya Gaza si kadhia baina ya Waarabu na Wayahudi, ni kadhia baina ya Waislamu na Wayahudi. Kwa hivyo huu ulikuwa ndio mwito wetu, tunausisitiza sana kwa hasa kwa wanajeshi wa Kiislamu, kwa sababu tunaamini ile dhana kwamba ati hatuna nguvu ni dhana Eh, ambayo si eh, ni haipo kabisa. Tuna jeshi la Kiislamu Sudan, Morocco, Masri wana, wanajeshi wakubwa wengi na wana rasilimali za kutosha, lakini kwa sababu bado hawajajikomboa kutoka mnyororo ya mradi wa Sex Picot. Ndio utakuta hawachukui hatua wala viongozi wao hawawahimizi kutuma jeshi zile, kwa sababu asili viongozi hawa nao pia ni watumwa wa mifumo ya kidemokrasia na wanafuata maagizo ya Washington na Westminster. Si kuomba dua tu waislamu misikitini sio tu ku, kutawasal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala na kubaki kimya bila ya kuzungumza. Kwa hiyo ni waislamu wanyanyue sauti zao, waislamu watoke wazi wavunje hofu waonyeshe ushujaa, na kwamba Ghaza yamalizwa, na sauti zinazotoka Ghaza ni kwamba Ghaza iko katika pumzi zake za mwisho. Kwa hiyo ni wakati waislamu watoke wazi, wanyanyue sauti zao, wanajeshi katika miji ya Kiislamu watoke, wanusuru. Hakuna njia nyingine. Kwa nini tunazungumzia kadhia hii mkiwa Mombasa, na tunazungumzia kadhia hii Mombasa tukielewa kwamba Mombasa ni sehemu ambayo ipo umma wa Kiislamu na umma wa Kiislamu ulivyotakiwa katika Uislamu ni umma mmoja. Na mtazamaji, kufikia hapo, sina budi bali kulikunja jamvi la taarifa za Pauls Media, matukio katika kaunti ya Mombasa. Jina langu ni Paul mwenio, hadi wakati mwingine, kwaheri.